serikali yaagiza wananchi kuweka akiba chakula, habari katika ukurasa wa nane. Uchumi wazidi kuimarika habari imeandikwa kwenye ukurasa wakandarasi wa pili. Wakandarasi wanawake wajenga barabara bilioni ya bilioni 45 ni matokeo ya uamuzi wa Samia. Ulega arezishwa na kasi yao ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Viongozi nane wasimamishwa fedha za miradi ya habari katika ukurasa wa pili. Vijana wahimizwa uzalendo biashara mtandaoni, habari katika ukurasa wa 15. Rita yagizwa vyeti vya kuzaliwa ndani ya saa 48. Serikali yapewa ushauri uhuru kiuchumi, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limenika gazeti Habari Leo kwa kuijila habari Tanzania habari picha kimonesha waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmoud Thabit Kombo akikabidhi ujumbe maalum wa Rais Samia kwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa UN Antonio Guterres, New York, Marekani jana. Pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe habari iliopewa kipaumbele ni serikali ya banwa kuzima intaneti. TLS wanaharakati wafungua kesi wakiomba amri kumi kuhusu madai ya ukiukaji wa wa sheria katiba Wataka wadaiwa wazuiwe moja kwa moja kuzima internet. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu, nukuu, ambao ni sababu ya madai nasema, kuzima kwa internet kuliminya taarifa muhimu kwa umma kwa ujumla kuhusu afya ya umma na usalama wakati wa tukio muhimu la kitaifa, kwani idadi kubwa ya watu wanategemea internet kupata habari na kupata dawa muhimu. Mwananchi limeandika suluhisho la kudumu tatizo la maji. Habari katika ukurasa wa pili. Habari picha imeandika hali ya uzalishaji maji, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, mwenye fulana rangi ya machungwa akishuhudia jinsi maji yalivyopungua kwenye mtambo wa kuzalisha maji wa Ruvu juu mkoani Pwani, kama inavyoonekana kwenye picha ndogo. Rushwa barabarani bado pasua kichwa, habari katika ukurasa wa nne. Dar es Salaam, licha ya hatua na marufuku zilizowahi kutolewa na serikali dhidi ya rushwa barabarani, vitendo hivyo vimeendelea kuota mizizi kwa askari usalama barabarani na madereva. Madereva wa magari hasa ya biashara wanakiri kutoa rushwa kwa askari hao wakisema imeshageuka kuwa mfumo wa maisha. Serikali ya Kigoma ya wahoji wakimbizi 52 kutoka DRC. Habari katika ukurasa wa pili kilio cha ajira kilivyo mjadala 2025 habari katika ukurasa wa nane wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwananchi katika ukurasa wake mbili gazeti majira gazeti huru la kila siku lenye li limeandika UN Tanzania kielelezo cha amani kwa dunia yasema uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ulikuwa jaribio kubwa kwa taswira ya e amani Tanzania lakini taifa limevuka jaribio hilo licha ya changamoto zilizojitokeza undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne Ulega, bila Rais Samia hili lisingewezekana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Waziri mkuu wa Tanzania, tunzeni akiba ya chakula, habari katika ukurasa wa nne. Tanzania atoa wito wa madhubuti kulinda mazingira, habari katika ukurasa wa tatu. Vyeti vya kuzaliwa kutolewa ndani ya saa 48, habari katika ukurasa wa tatu. Chalamila ataka mkakati wa kukabiliana na uhaba wa maji, habari katika ukurasa wa nne. Uliokufa katika mafuriko Indonesia wafikia elfu moja. Habari katika ukurasa wa 19. Usugu dawa za UTI mzigo mkubwa wa dunia habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeneka gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Johana Day Care and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori; watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ya ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nassar School mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nipashe mwanga jamii linye li katika ukurasa wake mbele limeandika shinikizo la damu hatari na wathiri watu wa rika zote, katika kila watu watatu mmoja nao wakazi wa mijini wakiwa katika hatari kubwa zaidi kuliko wale wa vijijini. Zaidi ya nusu ya wa wagonjwa hawafahamu hali hiyo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni World Health Federation ikisema shinikizo la damu husababisha zaidi ya nusu ya vifo au matatizo makubwa yanayohusiana na magonjwa ya moyo na mishipa kama kiharusi, mshtuko wa moyo, magonjwa sugu ya figo na akili kudhoofika. Ni Nipashe Mwanga Jamii limeandika Muhimbili ya baini janga majeraha ya moto majumbani. Utafiti alamo wa wataalamu ufichua hatari zilizojificha wanawake na watoto waathirika zaidi ya habari katika ukurasa wa tatu. Video kushawishi kupewa rushwa na watalii ya mponza askari polisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika korti ya toa ruksa raia wa Marekani kumwasili mtoto wa Kitanzania, habari katika ukurasa wa nane. Balozi Bandora afariki dunia akiacha rekodi usuluhishi Afrika, habari katika ukurasa wa nane. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tuitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima, lenyewe limeandika Tanzania rejea ya amani, UN. Ni kauli ya katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakati akipongeza ujumbe wa Rais Samia Suluhu Hassan uliowasilishwa kwake na Waziri Kombo, ndani wa taarifa hii katika ukurasa saba. Hospitali JKCI ilivyofanya mageuzi ya utoaji wa huduma ya moyo, habari katika ukurasa tatu. Rais Samia wagusa wasome, utekelezaji ahadi wa wachumi wa wa wanasiasa wa kongwe. Viongozi wa dini, wafanyabiashara waipongeza serikali kuanza kutekeleza ahadi kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Habari katika ukurasa wa pili. Waziri Ulega akoshwa mradi unaotekelezwa na wanawake. Habari katika ukurasa wa sita. Dr Nchimbi kuweka jiwe la msingi UDSM Bukoba. Habari katika ukurasa wa tano makamu wa rais balozi Dr Emmanuel Nchimbi anatarajiwa kuweka jiwe la msingi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tawi la Bukoba kinachojengwa kata ya Itahua, Bukoba Vijijini, mkoani Kagera. Mvua kubwa yabomoa nyumba zaidi ya mia mbili Kahama, habari katika ukurasa wa kumi na sita. Simanzi, mwili wa Jenista ukipokewa Songea, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima mwanahabari ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika UN, Tanzania ni kisiwa cha amani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres asema Tanzania imeendelea kuwa kielelezo cha amani na mshikamano kwa jamii duniani, asema dunia inaitazama kama mfano wa kuigwa. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tatu. Waziri Ulega ashangazwa na wakandarasi wanawake, aelezwa kuridhishwa na ujenzi wa barabara ya Lwanda Idi Wili mkoani Songwe unaotekelezwa na wakandarasi hao waliopata fursa maalum kutokana na maelekezo ya rais Samia Suluhu Hassan. Ndani ya taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Wakulima korosho Tunduru walipwa zaidi ya bilioni 92.416 nuk, habari katika ukurasa wa pili. Waziri mkuu Tanzania, tunzeni akiba ya chakula, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti ya Mwanahabari katika ukurasa wake wa mbele. Zanzibar leo ukweli na uwazi lenye limeandika viongozi wa sisitiza kasi usimamizi wa miradi uwajibikaji waahidi kuyafanyia kazi mafunzo waliopatiwa, habari katika ukurasa wa pili. Serikali kuendelea kuzitafutia ufumbuzi changamoto za vijana, habari katika ukurasa wa tatu. Masauni yachaguliwa makamu wa rais baraza la mazingira UN, habari katika ukurasa wa 18. Putin atangaza kumuunga mkono Maduro, habari katika ukurasa wa tisa lakini pia gazeti hili limeandika Tanzania, nchi ya mfano wa, wa amani mshikamano wa kijamii Guterres, habari katika ukurasa wa pili. SMZ kununua mizani kudhibiti uharibifu wa barabara, habari katika ukurasa wa pili. Na hivyo ndivyo ambavyo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 taarifa kutoka ndani ya Yanga ni kwamba presha ni kubwa benchi la ufundi na hata mabosi wa klabu hiyo ni kutokana na ukweli kuwa Mzize huenda anaweza kuanza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Ligi ya mabingwa ni Al Ahli dhidi ya Yanga, Ijumaa Januari 23, Cairo, uwanja wa Al Salam. Gazeti hili limeandika warabu watia mkono Simba Sports Club, kocha Fado atajwa Mabosi wasikilizia habari katika ukurasa wa pili. Habari picha inaonyesha Jean Charles ahua Hamisa andika ishu ya mimba. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tisa. Jicho la mwewe na Edo Kumwembe, sio zengwe, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili ATM. Celine Dion, anazeeka na pesa zake habari katika ukurasa wa 13 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Mwanaspoti. EPL leo Jumatatu ni Manchester United dhidi ya Bournemouth, mchezo unapigwa saa tano kamili Old Trafford. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Gazeti la Habari Leo limeandika Stars yampa matumaini Gamondi, Yanga Mazembe wamlilia ushindi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Bunda Town Queens zapoka point, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Dula Makabila ameshukuru majizo, wa habari katika ukurasa wa 21. Manara ataka nyota wa zamani kuthaminiwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hiyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo. Habari Tanzania, habari za michezo, tumalize na ukurasa wa nyuma gazeti ni Nipashe lenye limeandika Yanga Sports Club yaweka rekodi kali tano. Ni baada ya kucheza michezo mitano tu ya ligi kubwa huko ikikusanya point aivuruga Simba Sports Club. Habari katika ukurasa wa 23. Ateta aonya Arsenal inavyokosa taji EPL, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21 na, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe muunga wa jamii, na gazeti hili linakamilisha dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sante na kwaheri kwa sasa.